Nema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote mnaosikiliza ujumbe huu. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa askofu wa Ingilisi. Leo tutakuwa sehemu ya nane, sehemu ya nane, kwa nini nilijitenga katika makanisa. Mimi nilikuwa ni mchungaji, nilikuwa nahubiri kwenye makanisa ya Pentekoste. Nimesha hudumu kwenye kanisa la Methodisti, nikahudumu kwenye kanisa la Pentekoste, nikahudumu kwenye kanisa la Baptisti, nikahudumu kwenye kanisa la, kanisa la Biblia Tanzania, kama mchungaji kama mwinjilisti, zote nilihudumu. Lakini kwa nini nilitoka? Nilitoka kwa sababu, cha kwanza nilikataa mapokeo. Mapokeo, nilikataa mapokeo ya aina yoyote yatakayoingizwa kwa mimi nikayafundishe, na nilifundisha kile ambacho nimekisoma kwenye Biblia kwamba hichi kinapaswa kufundishwa kwa watu na ndicho kitakachoweza kuwapa watu uzima wa milele. Hii itakuwa sehemu ya nane, sehemu ya nane, kwa nini nilijitenga na makanisa. Aya, sehemu ya kwanza pokeo moja wapo. Hivi mtoto anabatizwa? Mtoto habatizwi, mtoto anabarikiwa tu, anawekewa mkono wa mchungaji. Anakuja unamwekea tu mkono, tayari anakuwa amebarikiwa, umemwekea ulinzi katika Bwana Yesu. Je, swala la kubatiza likoje? Ukisoma katika Marko 16:15 Yesu anasema aaminie, Yesu akaja akawaambia, nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili. Marko 16:15 nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili. Injili, Injili kwa kila aaminie kila aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka, na ishara hizi zitafuatana hao waaminio, kwa jina langu wataponya wagonjwa, yani wataweka mkono juu ya wagonjwa watapata afya, watatoa mapepo ambao ni majini. Sasa huyu mtoto ambao unakuta anabatizwa, hawa watoto wanaobatizwa na hawajaamini, wana uwezo kumwekea mkono, mkono, mkono, mkono mgonjwa akapona wanaweza kumtoa pepo au hata kama mtaani tunamwona mtu anakuwa na pepo amepaga na mapepo, wanaweza kumtuliza ile pepo? Jibu inakuja hapana, hawana uwezo. Na kwa nini hawana uwezo? Kwa sababu Biblia inasema aaminiye na kubatizwa ataokoka na ishara hizi zitafuatana hao waaminio, kwa jina langu wataweka mkono juu ya wagonjwa watapata afya, watatoa pepo kwa jina langu. Je, watoto wanatoa pepo? Hawatoi. Na kwa nini unabatizwa? Kubatizwa kwa watoto ni mu... ni mapokeo ya makanisa hizi dini hizi. Na ndio maana mtoto akibatizwa kuna vitu vingapi hapa? Vitu vitatu, nataka nikuonyeshe. Mtoto akibatizwa kwenye mfumo wa dini anafanya siu sakramenti, ubatizo, anapewa cheti anapobatizwa. Yani hicho cheti cha nini? kwenye mambo ya kuokoka, yani mimi nimekubali kuacha dhambi, unanipa cheti cha nini? na hicho cheti tunachonipa katika kubatizo kimeidhinisha yapi na yapi? kwamba sitole yani hicho cheti ambacho mtoto labda anaweza kapewa kimeadhinishwa haya mambo. Ngoja tuyasome mambo mawili, tuyasome mambo tu, haya mambo mawili tuyasome mambo mawili. Tuanze kwenye kitabu cha Galatia 5:18 kama hayo mambo yameadhinishwa kwenye hiyo kitabu cha nani kita, hicho cheti cha ubatizo. Mtu anapobatizwa anapewa cheti, mtu anapoamua kuokoka anapewa cheti. Jamani, hata kwenye kuokoka bule unatoa cheti, na hicho cheti nakilipia, hicho cheti unakilipia pesa leo mtu akitaka kuokoka analipia pesa ndio uokoke. Ah, tuangalie hayo mambo mawili kwenye kumi na nane Galatia tano kumi na nane inasema lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria, basi matendo ya mwili ni dhahiri ndio haya, uashirati. Je, huyo mtoto anajua uashirati? Hajui uashirati, una haja gani ya kumwaminisha kumbatiza wakati hawezi kuokoka kwa sababu hajui uashirati, hajui dhambi ni nini. Mtoto hajui dhambi ni nini. Uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu. Mtoto hajui sanamu ni nini? Ndio maana anaweza katengeneza masanamu yeye. Masanamu anayotengeneza mtoto ni yale, kwa ajili ya ya ya kuchezea. Watoto wanachezea masanamu ya aina mbalimbali. Ibada ya sanamu, hawa wanambatiza mtoto bado wanampa masanamu ayavae kwenye mwili, anayatukuza, anayasujudia eh? Vyote hivyo ni ibada ya sanamu. Hivi kwenye cheti vimeandikwa hivi vitu kwamba hivi vitu ni dhambi. Haya, uchawi. Wengi ni wachawi. Uchawi anajua mtoto anajua uchawi ni nini? Hajui uchawi ni nini? Uadui, ugomvi. Watoto wanagombana, kesho wanasahau. Wanagombana wenyewe kwa wenyewe, kesho wanasahau. Uivu, hasira. Watoto asilimia kubwa hawana hasira. Ndio maana wao kwenye wazazi wakiwa na hasira huwa wanaadibishwa na wazazi. Fitina, falaka. Watoto wana fitina, wana mafarakano. Wanagombana leo, kesho wanaelewana. Eh, uzushi. Mtoto hatakiwa wewe muongo, akiwa mwongo mzazi lazima muadhibu, muadhibi mtoto wako mweke katika maadili mazuri. Haya, husuda, ulevi. Mtoto halewi ulevi, mtoto hanywi pombe, mtoto hajui dhambi. Ulafi na mambo yanayofanana na hayo, katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia ya kwamba watu watendea mambo ya wa jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu mtoto anayaamini haya, kwamba katika kuulisi uzima wa milele ni mambo gani anapaswa na yafanye? Hajui kwa sababu hayatendi. Unawezaje kumbatiza mtoto mdogo eti ameokoka? Mtoto mdogo haokoki, mtoto mdogo yuko kwenye walezi bado hajui dhambi. Umpeleke popote anaenda, umpeleke Katoliki anaenda mpeleke Pentecost anaenda mpeleke kwa Waislamu anaenda mpeleke kwa Wahindi anaenda mpeleke kwa waganga wa kienyeji anaenda mpeleke sui Freemason sui Illuminati Kota anaenda, mtoto hajitambui, hajui chochote. Hawa wanaofanya biashara hizi za uongo inabidi waache, katika Yesu Kristo. Hicho kitu hakipo. Yesu Kristo aliwaletea, aliletoa watoto kwenye ile Mathayo 19, kianzia ile mstari wa nane, wa 8 mpaka wa 9, akawawekea mikono akawabariki walipowekiwa mikono na wakabarikiwa na Yesu Kristo, hawakuenda kusema kwamba wameenda kufanya sherehe na wazazi wao. Yesu hakuwapa cheti kwamba watu wote amewabariki, chukweni cheti chenu. Hamna vitu hivyo katika Yesu Kristo. Haya, la pili hili hapa. La pili hili hapa. Hili hapa hili moja, sitolisoma kutokana, tunafundisha maadili ya watoto kwenye Wakorinto wa kwanza sita tisa hatutoisoma lakini unaweza ukaisoma, sita tisa mpaka mstari wa kumi na mbili unaweza ukaisoma wewe, maana kwa watoto inaweza ikawaharibu kitheolojia ukiisoma, kwa sababu ni mafundisho ya watoto. Kama mtoto haruhusiwi kufanyaje? Kubatizwa bado hajaamini, bado yuko katika mlezi. Haya, tutasoma kitabu kingine kufidia hili andiko. Tuende kwenye ufunuo kwa Yesu mwenyewe, Ufunuo 22 kwa Yesu mwenyewe. Yesu anakwambia Ufunuo 22:12, tazama naja na upesi, na ujira wangu huu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao wapate na, wapate na amri ya kuendea huo mtu wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake, huko nje, huko nje, ambao hawatoingia katika mlango wa kuingia Yerusalemu mpya atakayoshuka kutoka kwa Mungu na Yesu Kristo mwenyewe huko nje wako mbwa, wachawi, wazinzi, wauaji na hao abudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa asubuhi. Haya matendo haya ambayo ndo dhambi yenyewe ni Biblia inayotufanya inayotuambia kwamba tuyaacha hayo matendo tuweze kupata uzima milele. Mtoto hayajui wala mtoto hayafanyi. Wewe leo unawezaje kumfundisha mtoto au koke umbatize umpe cheti kwa mamlaka gani na kwenye kitabu gani? Haya mafundisho ya uongo. Kwa walipoleta kwamba tutabatiza watoto, wananiambia kwamba ubatizo ni maji yoyote tu, maji madogo, maji mengi tutabatiza. Mimi nikaona sasa msimamo wenu ni upi kama maji mengi mnabatiza, maji madogo mnabatiza. Msimamo wenu ni upi? Maana mafundisho yanadufundisha kwamba mtu anabatizwa kwa jina gani? Mafundisho yanatufundisha mtu anabatizwa kwa jina la Yesu, ndipo mtu anabatizwa hmm? Kwa hiyo mtu anayebatizwa anabatizwaje? Na yule Filipo, Filipo alipokuwa na alipohubiriwa na wanafunzi wa Yesu Kristo, baada ya kubatizwa yeye na yeye alienda kuwafundisha watu wengine na kuwabatiza alienda kuwafundisha watu wengine na kuwabatiza. Kwa hiyo mtu anayebatizwa leo, kama utamfundisha habari za Yesu Kristo akaziamini, huyo mtu naye ana mamlaka kwenda kumbatiza mtu mwingine. Huyo mtu ana uweza wa kumbatiza mtu mwingine, mamlaka hayo nayo, na kwa sababu amefundishwa habari za Yesu Kristo na kuziamini. Kwa hiyo na yeye anapobatizwa, ana mamlaka ya kwenda kumfundisha mtu mwingine habari za Yesu Kristo, na hiyo mtu akiziamini, anabatizwa na yeye. Je, yeah, hiyo kwenu inafanyika hivyo? Na kwenye Biblia tunaiona hivyo. Watu walibatizwa na wanafunzi wa Yesu Kristo baadaye na wenyewe kaenda kuwahubiria watu wakawabatiza. Tunamwona Filipo alienda kumhubiria Towashi ile kwenye matendo ya mitume nane. Alienda kubatiza mtu baada ya kubatizwa na yeye, alimfundisha habari za Yesu Kristo na yeye mtu akaamini akasema maji yako hapa. Nasubiri nini ili na mimi nisibatizwe? Kinachonizuia mimi nisibatizwe ni kitu gani? Akambatiza. Hakumpeleka kwa wanafunzi wa Yesu Kristo kwamba hawa ndio wenye mamlaka kukubatiza wewe? No, kila aminiye ana mamlaka ya kumbatiza mwenzake. Hii ni sababu ilionifanya nijitenge na makanisa, kwa sababu mafundisho kama hayo. Unapowabatiza watoto wadogo, mtu akatokea, mwenye pepo, huyo mtoto mdogo hana msaada wowote katika hilo jambo, wala hausiki, hana uwezo wa kuliamuru lile pepo limwachie ule mtu wala mtoto mdogo haokoki kwa sababu hajui dhambi ni nini. Hii ni sehemu ya nane ndo iliyonifanya pia nijitenge na makanisa kwa sababu ya mapokeo, vitu vya uongo ambavyo wewe unaenda kuhubiria watu waache dhambi. Mtoto mdogo anajua dhambi ni nini? Mtoto mdogo hajui dhambi ni nini. Mtoto mleavyo ndivyo akuwavyo, ndio maana tunawalea watoto wetu kwenye maadili mema, maadili ya kumpendeza kila mtu maadili ya kumheshimu kila mtu. Hii ni sehemu ya nane. Inakuja sehemu ya tisa na sehemu ya kumi ya mwisho. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji na wainjilisti, mwalimu wa Biblia Tanzania. Subscribe, like, comment, share ili wafikie ujumbe watu hawa. Na hawa watu wanavyobatiza watoto wawezi kutoa maandiko kwamba tunawabatiza watoto, mamlaka yako hapa? Na maandiko tumeyatoa hapa ili sisi tunapouliza maswali kama hayo na tunapojitengwa tupe majibu yenye ku, yenye kuendana na Biblia. Maana Biblia inafundisha, hatujifunzi nje ya Biblia, tunajifunza ndani ya Biblia. Huyu anayejifunza nje ya Biblia ni muongo. Hakuna mtu anaweza kujifunza nje ya Biblia ambaye ni mfuasi wa Yesu Kristo. Wafuasi wa Yesu Kristo wote tunajifunza ndani ya Biblia. Asanteni.